Inni la alamu akhira ahli ljannati dukhula lil ljannata wa akhira ahli nari khuruja minha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hakika mimi namfahamu mtu wa mwisho kabisa kuingia peponi na mtu wa mwisho kutoka motoni. Alielezwa haya na Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya hawa watu Asema rajulun yu'ta yawmal qiyamati, kuna mtu ataletwa siku ya kiyama. Fayuqal, kisha wataambiwa malaika. A'ridhu alayhi sighara dhunubih warfa'u 'anhu kibaraha, muonesheni madhambi yake madogo madogo, lakini muondoleeni madhambi yake makubwa musimwoneshe. Fayuqal, itasemwa kuambiwa kwa huyu mtu Amilta yauma kadha wa kadha kadha wa kadha wa amilta yauma kadha wa kadha kadha wa kadha, baada ya kuletwa haya madhambi ataambiwa, siku fulani ulifanya jambo fulani na jambo fulani na siku fulani pia ulifanya dhambi fulani na dhambi fulani fayaqulu naam, atasema ndio, wala hatukataa wala hatuleta ubishi wala hatoleta mjadala kama ilivyokuwa katika sifa ya mwanadamu, wa kana linsanu akthara shayin jadala, lakini hapa hatoleta ubishi. Limadha la yastatiu an yunkira wa huwa mushfiqun min kibari dhunubih, hatoweza kupinga wala kukataa, kwa sababu anahofia yale madhambi yake makubwa Anaogopa kutokana na madhambi makubwa aliyoyafanya. Kwa hiyo hata weza kupinga yale yani madogo yote, kila anapoambiwa ulifanya jambo fulani anakubali, anakubali, anakubali, na mwishoni, fayuqalu lahu, ataambiwa, fa inna laka makana kulli sayiatin hasanatan. Subhanallah. Baada ya kuwa amekubali madhambi yake yote madogo madogo, na amekuwa na hofu na uoga kutokana na madhambi makubwa, mwishoni anaambiwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kila sehemu ya dhambi dogo, amekuwekea bema ili, kwa sababu umekubali madhambi yako, basi Allah subhanahu wa ta'ala ameabadilisha yakawa ni bema hili, si kubwa sana lakini, sikiliza hili ambalo ni kubwa sana lililopelekea paka Mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka. Fayaqulu, atasema rabbi, ewe mola wangu qad abiltu ashyaa la araha hahuna, hakika nimefanya madhambi mengi siyaoni hapa. Yani atatamani hata yale madhambi yake mengine makubwa yaonekane, ayakubali, ayakiri kwa mola wake, ili yaweze kubadilishwa yaweze kuwa ni mema yampeleke katika rehma na pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema Abu Dharr, fa laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dhahika hata badati nawajidhuhu, hakika nilimwona mtume sallallahu alayhi wa sallam amefurahi wa wa na akacheka mpaka magego yake yakaonekana kwa furaha aliyokuwa nayo na kustaajabu hali ya mtu huyu anayetamani madhambi yake makubwa pia yaonekane mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii hadithi inatufundisha mengi sana. Katika hayo ni mtu kukubali makosa yake aliyokuwa nayo. Na ilikuwa ni kawaida ya watu wema wakiwepo manabii pale wanapokuwa wameteleza katika jambo au wameacha jambo zuri zaidi, wakafanya lilo kuwa zuri basi wanakubali makosa yao. Mfano wake Nabiullahi Yunus alayhi salam alipoondoka akawaacha watu wake, alipokubali makosa yake Allah akamsamehe. Alisema, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min aldhalimin. Amemtukuza Allah kwa tawhidi, akamtakasa Allah, kisha akakubali makosa yake, inni hakika mimi kuntu min aldhalimin ilikuwa katika watu waliodhulumu nafsi zao. fastajabina lahu fananjainahu min alghambi, Allah sema: tukamwitikia dua yake na tukamwokoa kutokana na matatizo na aliyokuwa nayo. Wahakadha, hadithi inatufundisha na kutuonyesha fadla za Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma za Allah kwa waja wake wema siku ya Kiyama.